Nam dada, umekuwa ukimsumbua sana mimi niowe, lakini nakuhepahepa kiukweli. Dada, hawa wote wamekuwa ni wapenzi wangu bila waokujuana. mm -hmm. Lakini kwa vile umeniambia nioe, nimekuletea hawa wawili, unichagulie mmoja, ambaye waona hapa kabisa, huyu atanifaa mimi. Kama ndugu yako, sitaki kuingia kwenye shimo baadayhujsem oh, hukulishirikisha sijui nini. Ah, ndio hawa huyu anaitwa Asia, huyu anaitwa Amina. Kazi kwako dadangu. Asia, katika mtihani ambao nataka kukupa, nataka tu unambie ule kweli, katika mapishi yako ambayo utamtarisha kakangu, utatumia jiko la makaa ama gasi? Ni gani hapo utatumia? Kiupande wangu ndio, I'll go by gas. Kwanza gas ni rahisi, like unapika tu kwa haraka, iko haraka, it's so fast. Na pia haitaharibu nyumba, haina moshi alafu pia upande wangu tumia makaa kwanza, hii ni Max Gas. Kwa kwa mimi na wewe katika kumtayarishia kaka wangu utatumia jiko la makaa ama jiko la gas? nitatumia makaa tu kwa sababu uchumi wa sasa ni mgumu, siwezi mpatishia mwanamume wangu taabu, tabu. Mimi hata jiko la kuni naweza kupikia nayo, unaona hivi, yaani mimi hii ni makaa ah. Mmewasikia wote wale eh, ndoshangaza dada. Eh, kwa hivyo uko tayari na jibu langu, nikuwa mke sahihi ni gani hapo kati ya Asia na Amina eh? Mimi namchukua Asia huyu aliyosema atapika na gesi, huyu huyu ndo minamchuku. Wajua, dada, mimi sina kazi tena mambo ya gesi, dadaangu. Sasa, sikiza. Vile huna kazi sasa utakwenda kutafuta kazi, utajituma. Kwa sababu gani? Mtu akichukua hili gesi utaelekana na nyumba, na kila wiki natakana lijazwe. Sasa wewe utachangamka kakangu, utaenda kujiongeza. Lakini huo mke wa makao, maana ukija ukinunua makao kileka dude kubwa ngwa mwezi mzima utakuwa uko ndani mkato hmm. Ujiongeze ufanye chochote hey. Yani mwana namjinga sana mimi nilivyochagua hili he, mwana namjinga sio? Sikiza mistiunataka makaa pia, mi natumia hii gesi, ushaona eh? Mi nafanya kuchagua mwezukakakumwenyesi, mpendi sikutaki, nakuja tu, wana waona hmm. Wewe ushachagua basi, uaficha <laughs> makucha o. Ah, tena makucha marefu kachunkate, unikate na bado una ulimi. Sina haja na wewe. Nendeni. Tawatafuta mwanamume anioe. Mwendeni zenu huko.